Tutakwenda kuwateka wengine nyara, tukubali Yesu wetu atuteke mateka, ili na sisi tuwateke wengine. Ni kwamba manisha akasema ya kwamba ikiwa sisi tutapenda kuishi, ni kwamba tuifike kufa ndani ya Yesu Kristo. Tabia zetu na zamani hali yote tumeishi zamani, tugeuke, tukuwe upya, tufanywe upya. Kwa sababu tukiishi atu tumeishi zamani hatumo ndani ya Yesu lakin, Kristu lakini mkiristu nikugeuza tabia hivi, jana nilikuwa hivi na leo nitakuwa hivi. Ukubali kutekwa nyara na Yesu Kristu, yaani matendo yako mazito mabaya ya zamani ambayo yamekusumbua mara na mara, ikawasumbua na watu wengine uyageuze. Bwana wetu ni mwema, Bwana wetu ni mzuri. Kwa hiyo utakwenda kuomba Mungu, kila mtu atakwenda kuomba kiboyoboyo. Shida ni kwamba wengine wanapoomba, wengine wanakuwa kuangalia tu, lakini ni vizuri kuciombea Na sasa siku ya leo ninahitaji nigeuke. Niwe kiumbe kipya, nikutumikie wewe vilivyo. Acha tuombe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Mchana wa leo tuko mbele zako. Mungu yako yatosha. Baba mwenye nguvu. Baba tunayeita usiku na mchana. Tunashukuru Mungu kwa maana tumepata muda tunasema sifa, tunasema sifa zimurudilie, amen. Pia tunasema asante kwa baraza ambalo liliona vyema ni tuteue leo kwamba tuchangie maneno ya Mungu. Bwana awabariki. Kwa hiyo mnipatilie basi na chance mike, tutatembea naye Tufungue vitabu vyetu Samuel wa kwanza sura ya 13 vesi ya 7 hadi yeah, 8 anaruka kuvesi ya 16 hadi 18. Tunasimama kwa kuheshimu neno la Mungu tukoe wengi. Samuel wa kwanza la sura ya Sura kumi tatu. Na, tunachukua vesi na kumi, kumi tatu vesi ya saba tunashuka hadi mnane, ndi tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kisha Daudi akamwambia Abiathari ndiye kuhani mwana wa Ahimeleki tabasali nileteni hapa hiyo naivera, naye aviatata kumletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa uona, akasema: nasema nini? Je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? naye kamjibu. Kamjibu nini? kamjibu nnidaafwata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. T inasema hivi, na hapo alipokuwa amewaongoza, na hapo alipokuwa amewaongoza chini ni tazama, hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote Wait. wakila na kunywa na kufanya karamu kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Amen. Tunaongezea Wakorintho wa pili kumi tatu hadi 5. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo, maana ingawa tunaendenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha tuki mawazo ya kila kitu kilichoinuka Kijinu, kijinu wacho juu ya elimu ya Mungu na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo amen. Amen, tuchape makofi kwa ajili ya neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe mara tena. Kwa majina anaitwa Francois Rushigira mwenye kaya, niko mtoto wa MVC kabisa, amen Niko mtoto kabisa. Ah, uh, leo nilijisikia kwamba tuchangie neno la Mungu ambalo linasema safari yetu sisi ni ya kuteka nyara amen. Amen, safari yetu sisi ni ya kuteka nyara. Bwana Yesu hatusaidie sana Bwana Yesu atusaidie, safari yetu sisi ni ya kuteka nyara. Kama unaweza andalize vizuri pale, safari yetu sisi, maana sisi wote, wewe hauko pale, sisi wote tuweze kuteka nyara amen. Nyara mwingine Kiswahili ni mateka amen. Bwana Yesu asifiwe. Nyara mwingine Kiswahili ni mateka ah. Acha waelewe kwamba vita vyote ambavyo vinaitwa vita ni lazima viwe na nyara. Kama mkuleta nyara wala mateka, maana yake ameshinda. Wanaweza kusaidia sana, na mateka ni pale mnakimbiza adui, mna mtosha kwenye alikuwa anaacha, vitu vile venye aliacha mkilichukua, hiyo ndiyo inaitwa nyara. Wanaweza kusaidia mtu mwingine huko, wenyewe wanashindwa hata na kukimbia, mkimshika namrudianaule anaitwa nyari. Bwana Yesu atusaidie na vita vyote vya kiroho ambavyo unapitia muda mwingine huwa inakuwa na matokeo kimwemu. Bwana Yesu atusaidie vita vya kiroho, muda mwingine vinakuwaka na matokeo kimwemu. Bwana atusaidie, safari yetu sisi wa Kristo mnajaa mateso mengi, lakini kwa sababu ya hiyo hatutachoka na hatutakata tamaa, kwa maana tunajua tuko katika vita na ni lazima tujikaze ili e, tuteke nyara. Bwana tusaidie, huko taifa moya ama watu wa moya wanaitwa Waamaleki, wanaingia muji ambayo inaitwa Siklagi, wakati walifuta pale, wakachoma muji, wakapiga wenyeji na wengine wakatekwa mateka na wakaenda nao mkuene, na wale watu wabibi wa Daudi wawili, mmoja alikuwa anaitwa Anuamu wa Israeli na mwingine eh, Abigael ule mwenye alikuwa kwa bibi yake na Nabali wa Karmeli, wakawachukua wakaenda nao. Daudi kuchomeka anafika pale, wakamsononokea Daudi, wakachukia sana, wakazania ya kwamba presence ya Daudi mwingine Io ilituma wanakamatwa mateka, wanaweza bali sania kwamba jesi ni niyee ndiye alituma pelekwa mateka. Oh, Daudi naye alikuwa analia, kwa maana ndo wandugu zake na wili zake nao walienda mpaka kafikia kulia hata sauti kamwenda, wanaweza wkihurumia wakati walimhuzulikia Daudi, na wakapanda njama kwamba tungemua basi kwa majiwe ili afe, ni yeye mwenye alituma tunakamatwa mateka nawo waduru. Nampenda Daudi hapa. Wakati aliona kwamba maneno yamekuwa magumu sana, aliomba kanzu yake akamuomba kwa Bwana. Ni hapa kwenye tulisoma, alimuuliza hivi: Je, hawa wa Bwana nikiwafuta eske ndawapata? wanaweza tusaidie, hawa wa Bwana nikiwafuta eske ndawapata? Mungu akamkonfirme wafuate nawe kwa pokonya wote amen. Mungu akamkonfirme kwamba usiwe na hofu, ukiwafata utawapata amen, amen. amen. Daudi akawafata na wajeshi mia sita alipofika mjia mia mbili kachoka akawaambia, mwee mnachoka mbakie hapa, akaavansa na mia nne alipofika akampatia chakula kamba na maji, akanywa akampatia na vipande vya mkate mkijana kamu wanatusaidie. Alipomuuliza wewe ni mtu gani, akamwambia mimi ni mumisi, niko mtumwa wa mameleki umoja, nilitoka, niligonjwa, wakaona mimi yinisha gonjwa, wakaniacha hapa. Daudi alimuuliza neno moja, je, unaweza nisaidia, unifikishe kwenye niko wanatusaidie lakini kondisio mbili utikaze, kama nikitufikisha usikue niua kuia. Amen. kondisio ya pili, sa tunafike po, usiende nionyesha kwa bwana wangu, kwa maana ukinionyesha kule lakus. Bwana tusaidie. Wakati Daudi walimwongoza kwa mtu ule, alikuta walishafika ile manyara yote walikamata, wanaanza kula, wanaanza starehi, wanaanza furahi. Daudi alianza wapiga tangu ukumbi wa jioni mpaka ukumbi wa kesho, maana yake tangu magharibi mpaka magharibi ya kesho. Daudi iko na wapiga, akawapokonya wote na yale mali walikuwa wanabeba na wale wanawake walikuwa wanabeba wote, wakawarudisha. Bwana Yesu tusaidie. Daudi aliuliza jeni ni wafuata ente nawapata? Mungu akamwambia wewe, nawe haukosi wapokonya Bwana Yesu atusaidie sana. Katika ulimwengu wa kiroho kusema tukamate nyara ni lazima sisi tuitike tukamatiwe nyara. Amen, amen. Katika ulimwengu wa kiroho kusema sisi tukamate nyara ni lazima tuitike kwanza, sie tukamatiwe nyara na Bwana. Paulo anasema mzuri kwa Wakorintho wa pili kwamba tunapigana vita si vya mwili tunajikaza tupate kuteka kila fikra ijue kwamba Bwana Yesu ndiye Kristo. Amen, amen. Amen. Tunapigana vita ili kwamba kila mtu, kila fikra, bila exception, na weye huko ndani upate kujua kwamba Yesu ndiye Bwana. Bwana tusaidie. Lakini kusema kila fikra iweze kujua kwamba Yesu ndiye Bwana, ni lazima maneno ine haya ya kuwepo bila hayo haitajua kwamba Yesu ndiye Kristo. Bwana tusaidie. Neno la kwanza ni lazima uwe mtu wa imani, uwe na imani kamilifu. Waebrania kumi na moja moja inasema kwamba imani ni kuwa na uhakika ya mambo yajayo, ni bayana ya mambo usioyaona, usio maanake, unaamini kwamba haya ya mambo yanaweza fikia, unaamini kwamba haya mambo itafika ita Bwana tusaidie. gonjwa mgonjwa ambayo uko naki lakini unaenda kwa muombaji, na kwambia usijali utapona, lakini unajiangalia, unakumbuka wengine wote wote walikufaka, lakini ukikuwa na imani haki ya Mungu aweza pona. Bwana, Bwana tusaidie. Neno la pili ni lazima uwe mtu wa maombi. Unajua kitu Daudi alifanya, alilomba kanzu akaomba kwa Bwana, ndipo Bwana kamofi kwamba wene uta nawe haukosi kuwapokonya, wote wanaweza kusaidia. Uwe mtu wa maombi, jua kwamba hauwezi shindana katika ulimwengu wa giza kama hauko mtu wa maombi. Hauwezi kabisa, hauwezi weza kupambanua katika vita vya kiroho kama hauko mtu wa maombi. Wanafunzi wamoja wa Yesu wakawaletea mtu ambaye alikuwa na kifafa wakapima kutosha kifaa wakanambia, kifaa matoka iko na waangalia tu mpaka wakakimbia. Wakati mwenye mtu wa aliona Yesu, akapiga magoti akasema, Bwana wangu umrehemu mtoto wangu. Yesu alipoangalia akasema, mwenye mwenye imani ndogo, mnazani takaa jaikala na mwenye mpaka kiasi gani? Akaambia pepo, akaambia mtu simama na unapona. Kisha wanafunzi wakapita, wanasogelea mzee sasa sie tulianza asubuhi mpaka magaribi, tuko anakambia, kitoka cato ulifanya nini? Alimkonfirima akamwambia, ili vitu vya hivi hamuwezi liweza kwa mwini, kama ujui kusali na mfungo wanaweza kusaidia. Ili vitu vya miujiza ya hivi hamutalifikilia kama amuna siri ya maombi, wanaweza kusaidia. Nampenda ndugu mmoya mwanafunzi wa Yesu anamwendea Yesu anamwambia, mzee mie hapa manyuma kumi na moja moja anasema, anamwambia mzee, hapa mie unisaidie kitu kimoya, naomba utufundishe na nasiye kuomba jinsi Yohana Mbatizaji alikuwa anafundisha wanafunzi wake, wanaweza tusaidie yeah? Na sisi kama Wakristu ni lazima tujue kuomba, ni lazima tujue kumulilia Bwana katika shida zote, kwa maana yeye unajua Mungu leo iko na puissance kuzidia hata president wa Estatsunis Donald Trump. Mungu iko na puissance kuzidia hata president wa Union Europeen. Mungu iko na puissance kuzidia hata president wa Resi. Mungu iko na puissance kuzidia hata president wa Shine. Mungu iko na puissance kuzidia hata president wa Korea du Nord. Sasa mwenye nazidia wale wanaume bale wanaume, yeye nakutajira, akikwambia leo nakufa, kweli unaenda hatoko huko na isi mwingine ko naenda, lakini Mungu anawazidakisasa. Kwa nini usimuombe? Kwa nini usimuite? wakati matatizo yanakuwa na hauwezi kweli kamata mateka kama aunaizosi. Bwana Yesu atusaidie. Neno la tatu, kama tunapenda tuteke nyara, tutekee Bwana mateka, ni lazima tuwe watu wa matendo. Amen, ni lazima tuwe watu wa matendo. Unajua Hautakiwi uwe mtu wa maji sikuru ya mrefu mrefu. Tunapenda tuone kipi ulifanya, hapana kutuambia ndafanya ndafanya. Mm, mm tunapenda tuone realizasio yako. Unajua, unaweza koropa kanisa na uyakuwa shemasi, unaweza fyagia na uyakuwa shemasi, unaweza ubiri na uyakuwa evangeliste, ukichunga na kuombea manake aona wito. Unaweza imba kwa kwaya, unaweza tumeniko, unaweza fundisha na uyakuwa Amen. Amen. Pia ni lazima tuwe watu tuwe vielelezo kwa matendo yetu le. Unajua, leo uko vigumu sana, uko nakuta wale ambao wako mkanisa na wale wale tena wanafanana na wenye wako hivi. Sasa, tofauti iko wapi? Sasa unaenda mwambia bwana nifate, twende mkanisa anakuuliza natuzidia nini? Kisha anaanza kuambia machafu yenyewe mko nayo, kuta njoya nini kuzidia hata yeye niko nje juu niko na wake wawili na juu na kunywa pombe yeye. yeah, anakuja ku, ku, kuambia liste ya vibaya vinioko navyo, unakuta ni mingi kuliko hata ule mwenye koiti. Je, huyo mtu kweli utaweza kumteka mateka? Bwana Yesu atuhurumie. Yesu, mm. Eska huyo mtu utaweza kumteka mateka? Tuko leo na Wakristo ambao h unakuta huko na pigana masango wa, na watu wa nje. Unajiuliza huyu ni Yesu gani aliyemwamini mwamini ni Yesu gani aliye mwamini? Eske kweli utatekea Bwana mateka? Sikia, kama unapenda utekee Bwana mateka, ni lazima matendo ya mwili haya uyaache. Tuangalie Galatia sura yake ya tano mstari wa kumi na kenda. Matendo ya mwili ambayo unatakiwa uache, kama unapenda kweli utekee Bwana mateka, tuangalie Galatia tano mstari wa kumi na kenda. na matendo katika jina la Yesu yeah. Matendo ya mwili ni haya dhahiri. Ndiyo, uasherati, uchafu, ndiyo ufisadi ufisadi, ibada ya sanamu ibada ya sanamu, uchawi uchawi, uadui ndio ugomvi. Uadui, ugomvi, ugomvi, uivu, ndio hasira, ni fitina, faraka, uzushi uzushi, uzushi, usutwa, suda, ulevi yon, ulafi nio, na mambo yanayofanana na haya katika hayo, nawambia mapema, kama nilivyokwisha kuwambia ya kwamba watu watendao watenda wa mambo haya ya jinsi hiyo hawataurinzi ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Amen. Amen. Matendo hayo ya mwili kama bado unali nayo, vitakuwa vigumu sana uweze kuteka wainda kufanya. Unajua, huko watu wanakuuliza eti mimi nafanya ulafi hayee. Ulafi ni kukula unapitisha kipimo. Unaweza kula hata mara tatu mwenzeno ya kula haijalishi ukushiba sana, hiyo ni ulafi. Unawezaje kula mara tatu na mwenzeno ya kula wanaweza tuhurumie, huku watu anakula mpaka anazalnaakio apunguzi napunguza na mwenzenu alishinda njana, hauyaona kama ni ulafi? Ulafi unaweza chunga wengine waende, unasoma chugali ni kadogo, hiyo nayo ni ulafi. Kwa nini haukupiga mkule, kila mtu apate angalau kidogo? Hiyo ni ulafi. Wanaweza tuhurumie sana. Kuabudu sanamu, wanasemama eztakiat Sikwaki sikwaki, nashuka chini ya Maria, lakini ukonahizi, lakini unategemea mfungu, lakini lakini lakini hii ni kuabudu sanamu, manake hauyamwamini Mungu kama anaweza kusaidia. Ndio maana huko na kale tangini nasema kwamba Mungu akishindwa kaakatalisaidia, ujue kwamba aa Kenya uko nako hakana nguvu mbele ya huyu Mungu wetu. Wanaweza kusaidia, ni lazima kama tunapenda tuteke nyara mambo haya ya mwingu ya ati wana tusaidi. Mchungaji usikuwa nasema kwamba kanisa iko na wakristo msafu, uh, mmm huko wa kristo wasafu msafu kweli. Yesu akikuya sasa hivi anaenda kuko wa kristo kipande sekondi, kursa maana yake iko hapa, anakuwa mtakatifu juu juu. Kanisa akifika hapa chini, yote yanaliacha kabisa, na kuko hapa wapagani wa kweli kweli, na wako huko. Ndio maana usikuwa nasema kwamba kwetu tuko wa kristo wasafu msafu Uko nasema nie niko sawa na wewe Yesu. Akikuja leo ndaweza yeye. Wanaweza tusaidi. Akikuja leo hata niache. Hapana kanisa yetu tuko sawa. Mko sawa na nani? Wanaweza kukurumia. Hata mimi yako hata kama tunasema hey, please hey, gal, eh. <laughs> Pale kuko mama. Kuko wenyewe bibiana yangu inaniambia kwamba kuko sisi wenyewe takuja mwaka tuliwa mwingine na bakia. Mtu mmoja kaesa sasa anakuwa mawili. Bwana Yesu tuhurumie. Ni lazima tu tunasema wepeko nakionji nasema mimi niko sawa hapana, tuko sawa, mko sawa. Yesu wanampiga pale Yerusalemu, baditi wakalia sana, akakua wambia yoo, miye namaliza mweye, sasa mjililie mwee na watoto wenu, lakini kujililia, mi nilisha maliza. Bwana Yesu tusaidie sana. Kama tunapenda kuteka nyara, ni lazima matendo haya ya Mungu tuyaache, kama hauache vitakuwa vigumu. Sasa unaenda kumwambia acha, acha pombe, anakuja anakuja kumwambia na wewe acha usutwa, acha u, acha ulevi, acha ukahaba, acha acha ushirikina, acha kuabudu sanamu. Sasa wewe unaenda kumwambia acha ulevi, kisha anakuambia lile vyote nani atakogota, mwingine wanaweza tumurumie sana, na matatizo sana, hata na wale ambao wanaingia kanisa wanafanya yale mambo vitu ambavyo hampendezi Mungu, na hatuwezi uwezi kumtekea Bwana mateka. Kusema pia tukogote walio nje watukute, ni lazima Bwana atupambe. Bwana Yesu tusaidie. Amen. Bwana atupambe na maanisha hivi. Hatuwezi kuwa tunatetea tetea Mungu. Oh, Mungu wetu ni wa maajabu, ni wa maajabu Bwana anatenda. Ni lazima ile ni mjiru kwa sababu Bwana anatenda. Ikuonekane huko. Bwana tusaidie. Kama ni pesa, ni lazima tukue nazo. Tu tutakuwa na kiburi ya kukemea sana. Lakini kama hauna, Kukutakua na kitu nafasi moya. Mbuyo alifanya kibaya lakini nikimkemea sasa anisa, anisa. Lazima tumwambie Bwana atupambe kwa mani. Ni lazima tumwambie Bwana. Kama ni masomo tusome sana. Tusoma sana ya kuwa zambi. Wanatuhurumie sana. Kusoma ya kuwa zambi ya ya kuwa zambi. Ni ilisikia hata siku moya batatia kwa nasema. Kwa hivyo anamu musoma. Kera mwahangu kwa kasi. Mkwala mpili kwa wakati ilisaskia. Tukia mpili pinga tunawaambia ambayo inaandikwa ndani wanaweza tusaidie, ni lazima tuone mafanikio. Hautatuambia kama Yesu alifukuza pepo, we tunamleta unamshindani? Hii semeni, oh yeah, alifanya kutumaniniza. Wanatusaidie, alisema mkiyakubali tu haya na mweye mtafanya hivi hivi. Wana tusaidie, ni lazima Bwana atupande ni lazima Bwana atukubali ni lazima Bwana atende na tukue, tunaonekana kwamba tuko na Mungu mzima. Hatutakuwa wametaavo ama Mungu. E, Mungu wetu anafanyaka kabisa. Mungu wetu anafanyaka, anafanyia nini? Mungu anafanyaka -mm. ni -mm. lazima tumwambie atupambe kwa mani. Ni lazima tumwambie kama ni ndoa nzuri atupe, kama ni kanisa nzuri atupe, kama ni kuteka wengine unajua, ni sio kabambi mu Luka 15: mstari wa kumi, anasema hivi Mbinguni kuko furaha. Kama mmoja tu anaweza ugomvi. Kama tunaweza nyenyekea haya mambo tunayatembelea, tunamuona mtu tunamwambia ndugu, let's go na mjua Yesu. Anasema si mjui. Eti hawezi acha hivi kisho unafuata hivi. Hapo utakuwa unamkubali Yesu. Ule mtu akikubali, mbinguni kuko furaha mingi sana. Yeah. Lakini nani kazi yetu ataenda tekea Bwana nyara kwa yale matendo mabaya tunayo. Anaswa tuulumi sana. Nani ataenda nani atajitokeza, wanaweza tusaidia eh? So unajua, katika vita bali wenyewe wanaregeaka ndio wenyewe wanakamati wa nyara. Kama tuko katika vita, tunajua vita vyetu haviko vya mwili, haviko vya damu, ila tuko napigana na ulimwengu wa giza. Sasa wewe ukiregea, watakukamata <laughs> wanaweza tusaidia. So wewe ukiregea ngambo yako hapana, tukiregea, wewe ukiregea, kwa maana kila goti litakunjwa na kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Hapana, magoti yote kila goti moja moja, motamota hasasemasie yote hapo, utakuwa vrema nachanganya mambo. Ni lazima tumuombe Bwana, ni lazima tumtegemee Bwana, ni lazima tumwambie Bwana utupambe kwa mali, ni lazima tumwambie Bwana ututekee nyara. Kama ni magoti, Bwana anaweza kuyateka nyara, kama ni wale ah yaliyo magumu sana, tunashindwa kuelewa kwamba Mungu alituita ili tuite tu- tutumike, tuko tu, tu, katika shamba ya Mungu, lakini kinachonipendeza sana Eglise ni tini Eglise missionnaire, ni lazima tufike fasi yote natuteke, bua, sasa, je, na tutekee Bwana, tufanyie Mungu biashara. Sasa utawezaje kufanyia Mungu biashara na uko vile kisoko? utaweza kuenda na hauna nguvu za Mungu. Utawezaje kuenda na hauna ujasiri wa Mungu? Utawezaje kutumika na bado ungali na mashaka? Oh, Biblia inasema mashaka huwa na ni adui wa imani. Utawezaje kuenda na kuwa na imani kamili? Ndio maana ni lazima tumwombe Bwana atushinde, atuteke nyara ili nasi tuweze kuteka wengine nyara. Ni lazima gaji malaika wa kanisa atuombee Mungu atupatie nguvu ili katika hili ulimwengu tusikioke wakuambia akuomba pale mbele wa watu wa ulimwengu, wanatuona nasema kabisa huyu alishakaokolewa, huyu ameshaka vl, huyu alishaka kuwa mtu wa Mungu, huyu ni mwana kabisa, ni yule ambaye Yesu alipigwa yeye akaokolewa. Tusimame ili malaika wa kanisa tuombe Mungu atusaidie kweli atusagi kwelika konigo